Mwongozo wa Kujifunza Biblia, Juni kumi na nane, siku ya Jumatano. Mada inasema mateso ya kanisa la awali. Si Agano la Kale tu linalotupa watangulizi wa matukio ya mwisho, lakini Agano Jipya pia. Maisha hayakuwa rahisi kwa Wakristo wa karne ya kwanza. Walichukiwa kwanza na wengi wa wanadini wenzao waliowachukulia kuwa tishio kwa imani ya Musa. Pia walikabiliwa na ghadhabu ya mfalme wa Rumi ya kipagani. Nguvu za dunia na za kuzimu zilipanga dhidi ya Kristo kwa kupinga kazi ya wafuasi wake. Upagani ulibaini mapema kuwa ikiwa injili ingefanikiwa, mahekalu yao na madhabahu zao zingefutiliwa mbali. Kwa hiyo ulikusanya majeshi yake yote kuharibu Kristo. Mioto ya mateso iliwashwa. Ellen G. White, Pambano Kuu, ukurasa wa 29. Kuna kisa katika kitabu cha Matendo ambacho kinaelezea kwa namna yenye nguvu kabisa kile ambacho watu wa Mungu wanaweza kutarajia tunapoelekea kwenye tukio linalopatikana katika Ufunuo sura ya 13. Soma Matendo ya Mitume sura ya 12 aya ya kwanza hadi 17. Ni vipengele vipi vya kisa hiki vinaweza kuwa kivuli cha matukio ya siku za mwisho? Yakobo alikuwa amekatwa kichwa na Petro ndiye aliyekuwa anafuata. Kulikuwa na adhabu ya kifo dhidi ya Wakristo. Huenda moja ya vipengele vya ajabu zaidi katika kisa hiki kinaweza kupatikana katika uhakika wa kwamba Petro analala katika usiku unaopaswa kuwa mbaya zaidi maishani mwake fofofo kiasi kwamba malaika lazima ampige ili kumwamsha Petro. Bila shaka, aliwekwa huru kimuujiza na kufika kwenye mkutano wa waumini, ambapo haikuwa rahisi kwao kuamini kwamba alikuwa ameokolewa kweli, ingawa walikuwa wakiomba. Biblia inasema walistaajabu, jambo ambalo humfanya mtu kujiuliza ni mara ngapi tunaomba na kutothubutu kuamini kwamba Mungu atatujibu kweli. Waumini wengine walisalimika, wengine waliuawa. Tunapokaribia wakati wa mwisho, jambo lile lile litatokea. Hata Petro, ingawa hakuangamizwa wakati huo, hatimaye aliifia imani yake. Yesu mwenyewe hata alimwambia ni kwa namna gani: amin amin, nakwambia wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kukuchukua usikotaka. Akasema neno hilo kwa kuonesha ni kwa mauti gani atakayomtukuza Mungu, naye akiisha kusema hayo akamwambia nifuate. Yohana Mtakatifu sura 21, 18 na 19. Ona kwamba Yesu baada ya kumwambia Petro jinsi ambavyo angekufa, hata hivyo bado anamwambia nifuate. Hili linapaswa kutuambia nini kuhusu kwa nini hata tishio la kifo halipaswi kutuzuia kumfuata Bwana? Hii ni Juni 18, mada ikisema mateso ya kanisa la awali, ni siku ya Jumatano. Neema ya bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi, sasa na hata milele. Amina.